Ni mwendelezo wa ziara ya mgombea ubunge wa jimbo la Ukerewe kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi ndugu Sweetbet Zakaria Mkama, ambapo leo amefanya mikutano yake ya hadhara katika kata ya Ilangala, ambapo wameanza ziara hiyo kwenye kisiwa cha Gana kuzungumza na wapiga kura wa kisiwa hicho ili kuweza kupata ridhaa ya kuwa mwakilishi wa wananchi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwa katika kisiwa cha Gana, mgombea ubunge wa jimbo la Ukerewe ndugu Sweetbet Mkama amewaahidi wananchi hao kwenda kusimamia miradi ya maendeleo, ili kuhakikisha jimbo la Ukerewe linakuwa ni jimbo la mfano, ndani ya jamhuri muungano, la mfano ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La kwanza kabisa ni hizo pesa zilizokuja za zahanati, ni tulizoambiwa ziko kwenye akaunti kule Kamasi. Ni niwahakikishie hizo pesa zitafanya kazi iliyokusudiwa, hakuna hata shilingi moja itaibiwa, maana mimi ni mtaalamu wa kusimamia. Diwani ameniambia hapa kuna changamoto kubwa ya umeme. Lakini ndugu zangu niwape habari njema. Mheshimiwa Rais kupitia mahusiano yake ya kidiplomasia amepata msaada wa pesa kutoka Benki ya Dunia. Pesa hizo ni dola milioni tatu, takriban shilingi bilioni nane za Kitanzania. Pesa hizi zitatumika kufunga umeme wa mfumo wa jua kwenye visiwa mia moja ishirini vya Tanzania bara vikiwepo visiwa vyote vya wilaya hii ya Ukerewe. Mgombea ubunge wa jimbo la Ukerewe ndugu Swibet Mkama alipata nafasi ya kufanya mkutano wa pili wa kampeni kwenye kisiwa cha Siza. Akiwa katika kisiwa hicho, amewahakikishia wavuvi kuendelea kuwapatia sapoti ya kutosha kwa kuwasemea ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia changamoto ambazo wanazipata hivi sasa. Kwa hapa Siza, ndugu zangu, katika hii miaka mitano tunakusudia kuleta mradi wa maji utakaohudumia eneo hili la kisiwa hiki. Kwa hiyo sahizi mtegemee kwamba changamoto ya maji katika hiki kisiwa itapatiwa ufumbuzi. Tunaleta mradi wa maji pamoja na visiwa vingine vya Kamasi, visiwa vya kurugi na hapa na Izinga. Serikali, chama cha Mapinduzi na serikali yake waliahidi kutengeneza vivuko vinne: Kivuko cha Kakukuru kwenda Gaa kupitia visiwa hivi vilivyopo vi hapa katikati, kivuko cha Bukonda kwenda Bwiro, kivuko cha Ngoma Kisoria na kivuko cha Murutanga pale Kitare kwenda Irugwa. Akiwa katika kisiwa cha Burubi, mgombea ubunge wa jimbo la Ukerewe ndugu Switbeti Zakaria Mkama ameomba kura kwa wananchi wa kisiwa hicho na kuahidi kama watampatia nafasi ya kuwa mbunge ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atahakikisha anakwenda kusimamia sera ya elimu, na hasa kipaumbele ni katika shule ya msingi Burubi kuweza kupata ukamilishwaji wa darasa ambalo limekwama kwa muda mrefu, lakini pia kwenda kuhakikisha kwamba anakwenda kupambana kusaidia upatikanaji wa walimu mashuleni, na hasa shule msingi Burubi. Natambua uwepo wa wananchi wote wa hapa Burubi, natambua pia kuwepo changamoto katika shule yenu, changamoto Tashurik ya madarasa chakavu. Utakapoingia madarakani, tashirikiana na mheshimiwa diwani kuhakikisha kwamba changamoto hii tunaimaliza, changamoto pia ya matundu ya choo iliyopo katika shule hiyo matundu ya choo yatajengwa, madawati yatatengenezwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi baada ya miaka mitano wa wilaya hii ya Ukerewe atakayekuwa nakaa chini. Akiwa anahitimisha ziara yake ndani ya kata ya Langala, mgombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi ndugu Sweetbeti Zakaria Mkama amewaahidi wananchi wa kata ya Langala kuwa endapo atampa nafasi ya kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atahakikisha ya kwamba kwa kuwa kata ya Langala inaundwa na visiwa, atakwenda kusimamia upatikanaji wa kiwanda cha samaki ndani ya kata ya Langala ili kuweza kuwasaidia wavuvi wanaozunguka kata hiyo kunufaika na mradi huo. Moto ndugu zangu, awamu hii tunaanza hii kata ya Langala, tunajenga kiwanda cha samaki, kiwanda cha kuchakata mazao ya samaki na kukausha dagaa. Kwa mara ya kwanza kiwanda kinakuja Ukerewe. Ukerewe, kiwanda kinajengwa kata ya Langala. Langala oye! Na pale Kakukulu inajengwa soko kubwa la samaki, soko la kimataifa. Wafanyabiashara wote wakubwa wa samaki Mwanza, pale wanaokatalia Kirumba, sasa watakuja Ukerewe. Kakukuru, kakukuru oi! soko kubwa oi! naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ukerewe ndugu Ali Hamisi Mambile amemwombea kura mgombea wa nafasi ya rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa kata ya Ilangara. Akizungumza na wananchi hao, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ukerewe amewahakikishia wananchi hao kuwa endapo watampatia Daktari Samia Suluhu Hassan kura za ushindi, basi wataendelea kufaidi matunda yanayotokana na uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Ukerewe amemwombea kura diwani wa kata Ilangala, wa wa kata Helangala, ndugu Petro Misana Majula, na kuwaomba wananchi wa wa kata Helangala kuwa na imani na ndugu Petro Misana Majula ili aweze kuwavusha kama ambavyo amewavusha kwa miaka mitano iliyopita. Ukerewe oye! Tanzania hoye! Daktari Samia Suluhu Hasani oye! Daktari Mkama switiba Zakaria hoye! oh, yeah. Etumisana Majura hoye! oh, yeah. mimi mwenyewe hoye! oh, yeah. nafasi ya kwanza ni nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wa Chama cha Mapinduzi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. nafasi ya pili ni nafasi ya ubunge jimbo hili la Ukerewe. Mgombea wetu wa CCM ni daktari Mkama sutiba Zakaria. Na nafasi ya tatu ni nafasi ya udiwani kata ya Murutunguru, mgombea wa chama cha mapinduzi ni ndugu yetu Majaliwa Suleiman Bunyinyiga. Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano mkuu wake kiliteua jina la daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi. Mkama hodi, najaliwa hodi, mwenyekiti inamaanisha watu wa Bugombe wako tayari kutiki. Naomba nisiharibu muda, mimi tayari nishamwaga sera zangu, nao wananchi wa jimbo la Ukerewe wakapata nafasi ya kumwelezea mgombea wa chama cha mapinduzi ndugu Sweetbet Zakaria Mkama na kueleza matamanio yao na matarajio yao juu ya mgombea wa chama cha mapinduzi ndugu Sweetbet Zakaria Mkama aka Master Key. Scenario, ni Zainabu Sudi <laughs> anye naorinarora abagombe abanu abagombe abanu mukama ni munu wakisi nimucharo chasu ni mwana wasu samiya nimuhusika weswe kuba kikimwese abagasi bona tarehe ishirini na tisa cigende cijokubuma jikura cibumire mukama cibumire samiya kama ahadi aliozitoa tunataka kwamba tukimpa ubunge atatuwezesha, ataweza kufanya mambo yote akishirikiana na diwani na rais. Siku hiyo tuwape kura nyingi za ushindi. Lakini bado anawaambia wananchi tu kwamba atakuja kuondoa changamoto mbalimbali hususan za kijamii ambazo zinahusiana na, na ujasiriamali kwa kinamama ambao wanafanya majukumu yao ya ujasiriamali kwenye vijuo vyao ambavyo hata hamna taa. Lakini bado anasema bado kwamba kwa, kwa upande hata wa mabodaboda atawasapoti sana kwa sababu ni watu ambao maafisa a usafirishaji wanafanya kazi kutwa nzima, wako juwani. Ko pia amelisemea kwamba atajaribu kuwatengezea mazingira rafiki. Nikilipoti kutokea kata ya Ilangala yenye vijiji vitatu, Kaseni, Galu na Kamasi. Mimi ni Dennis Kaseza William wa Shalo TV.